Shortcut zote unaandika wimbo. Ukataka kuandika wimbo mpya, unaminya control n au control new. Lakini ukitaka kufungua score ambao ipo tayari, unaminya control o. Lakini ukitaka kusevu au kuhifadhi kazi yako, unaminya control s au control save. Lakini ukitaka kuhifadhi kama nakala mpya au kuhifadhi katika mfumo mwingine unaminya control shift S, na hapo unakuwa umehifadhi kama nakala mpya au umesave. Ukitaka kuprint ile sheet yako ya mziki au kopi yako ya mziki unaminya control P kwa wale ambao kompyuta zetu zimeunganishwa na printa. Ukitaka kuquit au kutoka kufunga music score unaminya control Q. Lakini ukitaka kurudisha hatua ya nyuma, hatua iliyotoka. Kwa mfano umefanya kitu fulani au umeandika noti fulani, unataka uitoe. Au umefanya kitu fulani unataka ukitoe unaminya control Z au undo. Lakini ukitaka kurudisha kitu ambacho umesha kifuta unaminya control Y au redo. Lakini unaweza ukachagua bar au ukachagua noti ukataka kuikopi unaminya control C unaikopi, unainakili sehemu iliyochaguliwa, noti iliyochaguliwa, au alama iliyochaguliwa. Lakini lakini ukiminya control X, unakata sehemu iliyochaguliwa kwa, unaitoa kabisa pale, haitakuwepo. Lakini ukiminya control V, unaibandika sehemu uliyoikopi. Kwa kama ulichagua baa mbili tatu, unataka kuzi, kuzi umezikopi au umezikati unaweza kazi paste kwa mbele ukita kudelete unaweza ukaminya tu delete, ukachagua kitu ambacho unataka kudelete. Baada hapo, kaminya delete, delete ambayo ipo kwenye kibodi yako imeandikwa del kwa kifupi, kwa unafuta. Lakini ukitaka kufuta kipimo kizima au bar nzima unaminya control delete, hapo utakuwa umefuta kipimo kizima. Ukitaka kuzum, yani ku zoom yani kuongeza ukubwa wa eneo lile linaloonekana hiyo au sehemu hiyo inaonekana, unaminya control plus unakuwa ume zoom au control jumlisha. Lakini ukitaka kupunguza ni control minus au control kutoa, unakuwa unafanyaje? Unapunguza, una zoom out. Lakini ukitaka kuzoom kwa asilimia mia, unamenya control plus sifuri. Hapo utakuwa utaanisha kwenye ukubwa wa asilia au ukubwa kwa asilimia mia kwa kawaida, ambapo ulikuwa unaonekana. Hizo ni shortcut ambazo zinahusiana na control. Control ambazo zinahusiana na button za F ambazo zipo mbele kabisa kibodi kibodi yetu hii. Kwanza kuna F8, F8, F8. Ukiminya F8 na kupeleka kwenye inspector ambayo ni sehemu kwa ajili ya miandiko pale, utachagua mwandiko, utachagua rangi ya mwandiko, utachagua vitu vyote vinavyohusiana na mwandiko una na unachagua na kuediti pale na kutengeneza pale. Lakini ukimenya F9 au F9 unapata sehemu ya palettes ambayo tunafahamu. Sehemu ya palettes ina vipengele vingi kuanzia clefu, mapambo, um, tempo, alama za uh, nani, time signature, kuna alama za ufunguo, kuna vitu vingi sana kwenye pal kwenye palettes pale. Kwa hiyo kitafuta palettes kwa shortcut kwa haraka una minya F9. Lakini ukitaka kufungua mixer kwa mixer una minya F10 au F10. Mixer hii ni kwa ajili ya kuedit midi pamoja na kuongeza sauti, kupunguza sauti au kumute baadhi ya sauti au kuitengeneza midi yako isikie katika namna unayosikia. Kwa kutengeneza midi ni F10. Lakini ukitaka sehemu ya play panel una minya F11. Na ukitaka kufungua sehemu ya timeline una minya F12. Hizi ni shortcuts zinazohusiana na F. Lakini ukiwa unataka kuandika noti kuna inaruhusu noti kuna sehemu ya N ambayo inaruhusu ku, unaminya sehemu ya escape inatoka ile sehemu ya kuweka noti. Ukiminya N yenyewe N inakupeleka kwenye sehemu ya noti input. Yani ya ili uweke inakuruhusu uanze kuweka nota lakini ukiminya tena inakukataza usiende kuweka nota. Lakini kuna herufi A mpaka G. Herufi A mpaka G unaingiza noti kulingana na herufi yake. Kama ni A, B, C, D, E, F, G. Tunafahamu kwenye muziki, kuna zile herufi za muziki, ndio hizo A mpaka G. Kwa kama kwenye staff yako hiyo noti ipo kwenye A, utaminya A, noti yako itakaa, ipo kwenye B utaminya B, noti yako itakaa. Ipo kwenye C, utaminya s C. Na hapo utaweza kuandika wimbo kwa haraka zaidi kuliko kwenda kuchagua noti afu na kuja kuiweka kwenye mstari. Lakini ukitaka na sehemu ya pumziko unaminya sifuri, una, una ingiza pumziko. Lakini ukitaka kuchagua noti, noti duration tunachagua namba moja mpaka tisa. Ukiangalia keyboard yako ilivyo ilivyojipanga, moja mpaka, mpaka tisa, utakuta, utakuta ukichagua, ukichagua moja Ukichagua moja inakuja kile 64, ukichagua mbili inakuja kile 32, ukichagua tatu inakuja kinusu kinane, ukichagua nne inakuja kinane, ukichagua tano inakuja robo noti, ukichagua sita inakuja noti nzima, ukichagua saba inakuja inakuja e, sticker ni mazipanga sahi lakini hizi zinakusaidia kuweka namba zile na kusaidia kuweka noti zile kwa unachagua noti yako labda kama unataka robo noti unachagua zako nne. Baada ya kuchagua nne kwenye robonoti, una unaminya labda herufi A kama inakaa kwenye A, unakuwa unaenda unaandika haraka zaidi wimbo wako. Lakini ukitaka kuweka noti yenye nukta na imesha, unachagua noti kama hapo, umechagua labda namba nne, nne ni robonoti na ni kinane, unachagua kinane. Baada hapo unaweka na nukta, inakuwa ni noti yenye nukta. Ukitaka kuweka tuplets unaminya kuanzia duplet, triplet kwa duplets zote unachagua control, alafu unaminya namba ya noti ambayo unataka itengeneze triplet. Kwa kama ni duplet unaminya control 2 ya hiyo noti, unachagua noti baada hapo unaminya control. Kwa unaweza kwa umeselect hapa, ni robo noti, baada hapo unaminya control 3 hapo inakutengenezea triplet. Kwa utaziweka zenu nota ndani ya triplet na utaendelea kuandika wimbo wako. Ukitaka kuweka tie line au mstari wa tao unaminya T, lakini pia ukitaka kuweka Grace note, grace note ni moja kati ya mapambo kwenye muziki unaweka, unachagua mstari wa wa unachagua mstari wa ulalo ambao upo kwenye keyboard. Pia ukiangalia hapa una mstari wa ulalo juu yake, huwa unakiulizo pembeni ya Shift. Lakini pia unaweza kutumia, kuna hizi alama za mishale pembeni mwa keyboard hapa. Kwa unaweza kamenya right au left, au kulia au kushoto Kulia au kushoto kwako kwa ajili ya kusogeza ba labda au noti unataka iende kwa mbele au, kushoto au kulia au, unachagua unatumia pembeni na kwa kushoto na kulia. Lakini ukiminya control, control kulia au control kushoto kwenye hivi mishale, maana yake itakupeleka kipimo kimoja mbele. Lakini ukichagua yenyewe kama yenyewe ukiminya tu yenyewe kama yenyewe kushoto au kulia itakupeleka kwenye noti au kwenye kodi, kushoto au kulia lakini ukiminya control, na kupeleka kwenye ba nzima lakini pia kuna up na down. Ukiminye up tu kwenye nota yako, kama ukiminya up utaipandisha no, noti kwa nusu hatua au kwa kwa au utaishusha kwa nusu hatua yani. Kwa hiyo mishale ya juu na chini, utaipandisha kwa nusu hatua au au utaishusha kwa nusu hatua, yani toni au nusu toni. kwa Kama ilikuwa ni fa, ukipandisha kwa nusu hatua inakuwa fi. Kama ni fi, ukiishusha kwa nusu hatua inakuwa fa vile vile lakini ukiminya kwa hizo hizo up na down, ukiminya control up au control down, unapandisha au kushusha kwa octave moja. Kwa mfano umeandika note zako, umeona zimekaa juu sana, unaziselect unaminya control, alafu akimshalisha down zinashuka kwa octave moja. Au unaona zipo chini sana, unaminya control up zinapanda kwenye kwenye kwenye octave ya juu. Lakini pia kuna alt up na alt down, hapo unachagua note juu au chini ndani ya kodi unaminya alt up au down, kwa sababu unaweza kuta kodi moja ya noti zaidi ina noti zaidi ina uwe ina kuwa noti, noti, noti, noti kwenye music kwenye natulusu, kwenye noti, kwa inaruhusu kwa noti nne kwa kama unataka kuchagua moja ya juu yake, labda unaminya tu alt up unachagua noti ya juu yake, kama ni sauti ya pili ya ya pili. Kama ni chini yake, unaminya alt down unachagua sauti. Lakini pia kuna jinsi ya kuchagua sauti, labda saizi unataka kuingiza sauti ya sauti moja sauti ya pili sauti ya tatu sauti ya nne zile ambazo huwa ziko pembeni pale, zinazotuhusu kuingiza sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu na sauti ya nne zile, unaminya control alt 1 hapo sauti ya kwanza, control alt 2 ni sauti ya pili kwenye kodi moja lakini control alt 3 ni sauti ya tatu kwenye kodi moja lakini control alt 4 ni sauti ya nne kwenye kodi moja. Kwa nini kifuatia somo ile la kuweka noti tulielekezana vizuri jinsi na jinsi ya kuzitumia hizo lakini, lakini ukiminya control t maanake ni unataka unataka kuongeza maandishi kwenye staff kwa, ukitaka kuongeza maandishi kwenye staff unaminya control t. Lakini ukiminya control shift t, nimesha unaongeza maandishi kwenye mfumo mzima na sio kwenye staff pekee yake. Lakini ukiminya control e, control e unaongeza maandishi ya maelezo inakuhusu kuandika maandishi ya maelezo. Lakini ukiandika control k unaandika code symbol au unaongeza maneno ya code au code symbol tunasema. Lakini ukiminya control l ni control Lx. Lx. ndo sehemu ya kuandika maneno. Lakini ukiminya alt t ni tempo marking, itakuwekea alama na utaweka alama ya tempo ukifuatilia hizi kwenye alama zote za kuandika text text text yaani text lakini pia kuandika ma, maandishi yote yatujifunza kwenye namna ya kuandika maandishi ya wimbo kwa unaweza ukaangalia pale kwenye ile somo ukaona namna gani jinsi ambavyo zinatumika hizi zote lakini pia unaweza ukaminya control b kuongeza measure mpya au kipimo kipya lakini unaweza ukamenya Alt Shift B kuongeza vipimo vingi, kuongeza bars. Ukitaka kuongeza baa moja tu, unaweza ukamenya Control B au ukamenya Insert ambayo ipo kwenye kibodi yako. Kama kibodi yako haina ukamenya Control B, hilo ukimenya tu Insert inaongezeka measure moja. Lakini ukitaka kuongeza nyingi, unamenya Alt Shift B au unamenya Control Insert. Utakuta imekuletea, utakuta imekuletea idadi ya ya ba ambazo unataka kuzi weka unaandika kama pale baa kumi zinaongezeka. Lakini pia ukitaka kuongeza break ya frame unamenya Control M. Lakini ukitaka kuongeza line break unamenya Control Enter. Lakini ukitaka kuongeza Space au can, eh, au kuanza kusimamisha playback unamenya tu Space, unakuwa umeplay au umestop. Kwani space tunaifahamu space ni sehemu ile ya katikati, sehemu ya kuacha nafasi kwa ukimenya ile pale unaweza kwa umeplay wika ile midi yako ibijiplay ule wimbo au ustop. Lakini ukimenya home maana yake ni sehemu ya kurudisha mwanzoni mwa score. Lakini ukimenya end ni maana yake inakupeleka mwishoni mwa score. Lakini ukimenya Z inaku inakuletea palettes au master palettes au inafungua alama ya palettes ambayo pia tulisema unaweza ukaminya F 9 F9, F9. Lakini pia ukiminya control R ni kurudisha elements kwenye defaults, yani kurudisha kama kuna kitu likiseti mfano, uliseti mwandiko fulani unataka urudi ule uliokuwa mwanzo, na minya tu control R ina, ina, ina jiseti kwenye default eh, kwenye kawaida ambapo huwa inakuwa. Lakini pia unaweza ukasogeza kodi kuelekea mbele au nyuma kwa alama za mishale, ambazo kama ambavyo nilikwambia hizi alama ambazo ziko pembeni hapa, na unaweza ukamenya control kulia u kontro kushoto, kusogeza kwa mesha moja. Lakini unaweza kumenya alt juu au chini kuchagua noti ya juu au chini, au, ku, au noti ya lest iliyo juu au chini. Lakini mwisho kabisa kuna J. J huwa tunaitumia kubadili au kuandika harmonic harmonic noti, yaani kwa mfano, kukuta noti hiyo hiyo hiyo, mfano fa inaweza ikaandikwa kama so iliyoteremshwa au ikaandikwa kama faa iliyopandishwa kwa. Kama unataka mfano, imeandika faa, imekuletea faa iliyopandishwa, unataka weki faa iliyoteremshwa, so iliyoteremshwa, unaminya jei na kubadilishia kwenye enharmonic spelling. sana sana wa kutufuatilia. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.